Na, na rasilimali. Sasa wakati, wakati mwingi hizi pesa chafu zinachofanya wakati mwingine ni kutafuta njia ya kuingia kwenye hizi nchi changa kwenye hizi nchi zinazoendelea, nchi ambazo zina rasilimali nyingi, kujaribu aidha ku, ku destabilize hali yenu ya, ya, ya, ya system yenu. mm -hmm. Ili mkishakuwa destabilized wanakuwa na uwezo wa kubeba rasilimali zenu kwa, kwa urahisi sana na wa, au na ku destabilize kwenyewe, unasumbua siasa. Watu watagombana kwenye siasa kule na, na, na mfano mzuri na nadhani ni Kongo. Uh, uh, njia nyingine uh, ni, ku, ni kumwondoa aliyepo unaweka puppets mm -hmm. una, una, unaweka kibaraka wako mm -hmm. ili, ili aje akuruhusu kufanya unacho unachotaka, na nadhani mifano mifano iko mingi. Sasa msingi niliyokuwa ninausema nasemaje, kwamba kupokea misaada mi kwangu sio tatizo mm -hmm. na sheria inaruhusu na sheria ina, ina, inaruhusu hmm. kupokea misaada si tatizo. Nachokisema moja, hii misaada hii kwanza, isiwe siri. Huu ndio huu ndio msingi mkubwa, na sio siri kwa mujibu wa sheria ne, isiwe siri kwamba, kwamba kwamba hapa, nachokisema kuna mapesa wanapewa kutoka nje Alafu mm -hmm. sasa namna ya kuzihalalisha kwa sababu ukitaka uhalalishe sasa lazima ufuate sheria. Mm -hmm. Ukifuata sheria lazima udeclare hii hela imetoka mm -hmm. wapi? Mm -hmm. Na kwa nini imeletwa? Mm -hmm. Kwa sababu unaletewa una, una, una mabilioni ya pesa obvious, lazima udeclare. Mm -hmm. Sasa kinachofanyika ni nini? Kinachofanyika ni kwamba baada ya kuletewa haya mapesa namna ya kuziingiza katika mfumo sasa mm -hmm. watu wengine ndio wanatumia njia nyingi tu mm -hmm. wengine wanatumia sasa kujifanya wanafanya biashara pesa kwa sababu hata katika biashara za kawaida hapa hmm. What I'm told na na, na, na some banks wanachofanya, mtu anakwenda ana pesa zake chafu anataka kujenga, ana, anajua hapa nitahojiwa, anakwenda kukopa geresha benki. Mm. Halafu ana anaileta ana, ana ukili ukimwoja akamwambia bwana mimi nikopa mkopo pale. Lakini ukiukweli kilichojenga hapa sio pesa ile ya mkopo, hmm. ni pesa nyingine. Kwa hiyo msingi wangu hapa nasema, ukiangalia hizi harambee wanafanya harambee ukifuatilia toka mwanzo mpaka mwisho hmm. Na ndio maana mimi nilichallenge nikasema hivi kama mnadhani mna, mna, mna ninachokisema si sawa, CHADEMA nendeni mkaanike majina hadharani. Hawajafanya hivyo bado majina ya watu mm -hmm. waliowachangia kwenye harambee. Acha hizi za nyuma, pamoja na zenyewe zina mambo yake, lakini fanyeni ile ya ya Serena pale hmm. anikeni majina ya watu waliowachangia. Lakini si umesema ilikuwa ni live Orodha. Naam, yes, ilikuwa ni live ile ndio live, lakini tunataka sasa tufuatilie hatua kwa hatua kwamba ametuchangia fulani, anafanya kazi, anafanya kazi fulani mhm mm ametuchangia kiasi kadhaa. Na mimi nikatoa mfano nikasema hivi leo fine, inapofika mahali mtu anakuchangia kwa mfano, natoa mfano, anakuchangia milioni 20, mm -hmm. hana kazi anayofanya mm -hmm. then lazima ukae chini ufikirie, na ndio maana wakati fulani, wakati wa mwalimu hapa unakutwa unajenga nyumba unaletwa ilikuwa ina, inaitwa form namba 9 nadhani, ujaze mapato yako ili kuhalalisha ile shughuli unayoifanya kwamba hivi kipato chako mm, na, na, na ndio maana leo viongozi, mimi nimekuwa nikijaza kila mwaka toka mwaka 2002 unajaza form ya mali zile, pamoja na kwamba of course wakati mwingine moja ya challenge kubwa ni kwamba uh, uh, sijawahi kuona wakija kukagua ukweli au uhalali wa kile nilichokijaza ili unapoingia madarakani na unapotoka, tulinganishe kwamba hivi kama hichi ndio kipato chako kwa mwaka au kwa mwezi, inalingana na utajiri ulioondoka nao. Lengo letu ni nini? Lengo letu ni kudhibiti haya. Kwa hiyo, na mimi changamoto niliyo hapa ni hiyo, kwamba mimi naamini hichi mnachokifanya ni, ni usanii. ulisema na nikawaambia wao tokeni, mseme. Msipotoka nitawasaidia mimi, nitatoka nitasema. kwa nini usiseme? Hebu sema saizi. No, si si sio muda wake. Katika siasa unasema jambo jambo sahihi mahali sahihi kwa wakati sahihi hmm. hebu tu, Joseph, hebu tuambie, maana hapa amezungumzia vitu vi, vi, vi, viwili vya yes, msingi kuna hela chafu kuingia kwenye mfumo. Yeah, hii sheria ya msemaimelitizama Ime, hili imelitizama. Mm -hmm. kweli na yeah. Pale ambapo chama kitakapotenda tunachoweza kuterm as a penal offense nani offense ambayo iko kwenye penal code au any other criminal offense, lazima wataajibika. Na hapa tuna sheria nyingine ambayo inaitwa the Anti Money Laundering Act ya mwaka elfu mbili na sita mm -hmm. ambayo ina define vile vigezo au vile vitendo ambavyo vinaweza, ndio okay, kwa, yi, yi, yi, yi, yi, yi yeah, ime. Kwa mfano Nape, umewapa muda watoke wao waseme, otherwise, uta, uta, utasema wewe hapo utatoa e we na, na, ushahidi wako na fina. Ngoja nitoe mfano kabla hujauliza swali lako. Nilisema ni hili ni, ni ni, pia ni, mm, ni hadi kwenye ile katika, katika ile harambee kama, kama watu waliona mheshimiwa mm. uh, Lema mm -hmm. hata kabla ya harambee mm -hmm. alionekana ali amezunguka nje mm -hmm. na one of the places alikwenda kukagua helikopta moja, kukagua magari na alisema siku ile pale kuna magari atakuja. mm -hmm. Lakini watu wanajifanya kufumba macho, yaani kuna ma magari mapya kama donation mm -hmm. au magari vipi? Eh, sasa wa waseme, na ndio mimi nasema disclose these things sasa kwa nini kwa nini useme tu Nape? Hata kama sio hapa, sawa, kwa wakati wake utakapofika, kwa, wakati wake ukifika, kwa sababu kuna, kuna watu wanasema kwamba kwanini unalea hii, kwa nini usiende TAKUKURU, kwa nini usiende polisi, kwa nini usiende bungeni ne, ukasema ne? Ili kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao tayari wameshajengwa kwamba wameshajijengea na imani kwa chama cha CHADEMA kwa mfano, kwa hivyo kama una jambo kama hili ambalo linafungua vitu ambavyo vilikuwa havijulikani si uviseme kwa, kwa nini unasubiria una subiria? kesho kesho kesho kesho. Ngoja, ngoja nikupe ni, ni, ni incident. Umesema bungeni sio mbunge, lakini juzi Zito juzi, juzi hmm. Zito Kabwe bungeni hmm. amesema serikali, watajeni walioweka pesa Uswisi, msipowataja nitakuja kuwataja hmm. kwa nini watu hawamshinikizi ataje? Ndio nasema katika siasa timing ni swala la muhimu sana kwa hiyo katika hili give them time, I think wanajitafakari, na bahati nzuri wanasema, mimi sijui. mm -hmm. Wanasema wameenda kwa msajili eh, wameenda kwa, wamepeleka barua kwa IGP mm -hmm. Swali liliulizwa juzi Alhamisi bungeni mm -hmm. na waziri mkuu akasema serikali imesikia na inafuatilia. Tunataka, unajua tunachotaka ni nini? Mwisho wa siku tuna nchi moja yafina. moja mm -hmm. Tanzania mm -hmm. na Everybody lazima apigane kuhakikisha nchi inabaki kuwa na amani na utulivu regardless of our, our tofauti zetu za kisiasa, tofauti zetu za kiitikadi. Mimi huwa nawaambia watu, nchi kwanza, vyama vyetu baadaye. Hivi vyama kuna kipindi havikuwepo, CCM haikuwepo, CHADEMA haikuwepo, CUF haikuwepo, sijui nani hakuwepo, lakini Tanzania yetu ipo. Na mimi naamini ipo siku inawezekana mbele ya safari huko hivi vyama vikapita. Sasa visitufikishe mahali tukaingia nilitumia neno gumu kidogo, tukaingia kwenye mchezo wa kuweka rehani nchi yetu. Kwa hiyo na, na, na, na inapofikia hapo watu wana, wanatazama rasilimali hizo. Na ndio maana katika maswali yangu niliuliza hivi, kwa nini mchakato huu pesa hizi zianze kuja saa hizi ambapo tuna, tuna, tuna, tuna kila dalili ya kuwa na mafuta tumegundua gesi zetu hapa tuna uranium hapa tuna madini yetu hapa ambayo sentimental as it was umesema ume, ume hapa sasa hivi bado napelekea yaani, kwamba ungesema basi kwa faida ya nchi <laughs> na, na mimi nimekupa mfano mdogo sana jamani, Zito juzi kasema bungeni pale, a semeni semeni, msiposema nitakwenda kusema na yeye ni um, hayo kwa leo, maanake muda umetutupa mkono, bahati mbaya sana. Muda ukifika basi, mimi naomba hata SMS nitumie, ili <laughs> <laughs> nikae standby, ila lakini umesababisha, ume, ume umenifungua kitu kimoja, kwamba sasa hivi ninajua naweza nikaenda tamtuma Musa, aende kwa msajili akaombe list ya, um, ma, taarifa ya mahesabu kwa vyama vyote. CCM, nataka kuamini, CCM nyinyi mko sawa majina yenu donors wote yako vizuri. Juzi juzi niliulizwa swali la namna hiyo fina mm. na Nikawaambia bahati nzuri mimi ninayo record very clear mm. Hata chama changu kikosea huwa nakisema mm. Tena wala sio simumunyi maneno, nasema fulani kakosea kwenye hili fulani anahusika mm. hata ndani ya chama changu. Kwa hiyo, kwa hiyo mtu mtu akifika leo anashangaa kwa sababu tu nimewanyoshia nime kidole rafiki zangu hawa. Mm. No no no. Na mwisho wa siku tunataka kwenda above. Na nasema hivi. Wa, na, hi, tumetunga sheria. Mm -hmm. Hii sheria ya vyama vya siasa, sheria ya gharama za uchaguzi. Na hasa ya gharama za uchaguzi. Mimi hii niko concern nayo gharama za uchaguzi. Mapesa yanayotumika kwenye chaguzi zetu mimi mimi naamini yanavuka sheria. Sasa ni swala sasa la la, la wadau wote including msajili wa vyama. Yanavuka, na maanisha ni nyingi sana. Ndio. Sheria inasema kuna ukomo lazima udeclare na kweli kuna na kuna ukomo mba, limits, yes, ah, na ukomo lakini ukishuhudia yanayofanyika kwenye ground kule kwenye uchaguzi kule ni hmm, mengi sana. Sasa nani anasukuma haya? lazima tu, tufike mahali tuseme kama tumejiwekea kiwango kidogo kuliko hali halisi tubadilishe basi hmm. Hey, lakini ikifika mahali hivi kweli kweli, leo nyie mmeshuhudia uchaguzi ndogo Igunga, tumekwenda Arumeru, tulifanya wapi huko sijui Kiteto na sehemu zingine, is this hii hi, hi ndio hali halisi? ndicho ambacho kinazungumzwa na sheria yetu, mimi nasema Haya mambo mengine tusiweke kujifurahisha, twendeni tukayasimamie na tusukume kama Watanzania, bila kujali vyama vyetu, kwa sababu mwisho wa siku haya mambo haya magarama yakiendelea ya, ki, ya kuachwa hivi, masikini wa nchi hii hawatakuwa viongozi, kwa sababu hawatakuwa na hizi pesa, unless na wao wakubali kununuliwa na wakubwa, na ukishanunuliwa umeuza nchi. Sasa kama tunaacha gharama zinakwenda tu, pesa zinatumika tu, hii nchi tutaipeleka wapi? Huo ndio wa msingi wangu tu. Nakushukuru sana Nape na nakuombea ili usisubiri sana. <laughs> Eh, hii taarifa uilete mapema wakati wengine bado tunapumzi. Nashukuru. Na kabla ya uchaguzi ujao. Asante sana. Nikutakie kazi njema na kila la heri uko mbeleni. Na nyie, kipindi chema hope siku moja mtapata muda ili tusiazungumze juu juu, tukae tu tuyaweke yote vizuri. Kabisa, hata mimi nimeona hilo. Asante sana. Joseph, shukrani sana. Asante sana. Kwa kwa muda wako Musa, unasafa